Hakuna kitu kizuri kama kupendwa, chezia kupendwa wewe, alafu wanapendwa wenye hela, we una hela una. <laughs> kama una hela, tegemea maumivu Ziani, na usaliti. wanapendwa wenye hela, ushai kuwa na mtu mwenye ha, hela, anaumizwa na mapenzi wewe, hela ni sindano hmm. hela sabuni, utaitwa kila jina ukiwa hmm. na ah, mwisho wa siku usipokuwa na hela unaitwa majina ya ajabu, unaweza kulaumu watu. Huyo uo iyo mpenzi wako tumuita shemeji eh, hey, shemeji shemeji huku mm. nazimata ndo hiyo. Haya bwana, ai ai ai aibu bwanaabwana ibu aibu. Kwa nini basi? <laughs> najikuta na aibu. Nashukuru mimi eh, uh, upande wangu mambo ni yente yente eh? Sema tu bado ndo yale yale tunawaambia birthday a yeah. Birthday kama birthday imeweza kufichua mambo ambayo watu wengi walihisi kwamba hili penzi halipo. Mm -hmm. Lakini kumbe penzi lipo na limetulia na, na tunatamba nalo yeah. Sio vizuri. Mm -hmm. Di na Zedi tunatamba nayo, Damod na Zuchu bwana. Jana alikuwa ni birthday ya Damod Patnams. Mm -hmm. Watu wengi walipata kumuish selo vizuri na mengi yo, mazuri yalifanyika, lakini watu walikaa wakisubiri, wow, wow, mbona hajamposti, ajamuishi kitu kitu gani? Wameachana? ah, ah, mzazibadi akasema komeni ah. Nie ili penzi paja mchawi tia neno usutwe. mm. Zuchu bwana akaenda kupost uh -huh. na kuandika waraka make, huu ni waraka mm. eh, wamtume wa Zuhura kwa Modu. watu wote taarifa yamoo <laughs>

kumbe Diamond danga last <laughs> say wangu mchuchu mm -hmm. wangu boyfriend mume wangu as I promise to hit your head up and get on your last nerve forever I also want to wish you a happy birthday. ah ah inasemaje, mm hii -hmm. hii shimgu eh, ina maana ina maana gani majina ama kama sugar <laughs> daddy fulani hivi. Kamgona akasema eh, ah, hii ni firidunia yeah. Wal akhira, kwa hiyo we jiandae kisaikolojia na kupenda mume wangu. Enjoy your day, huku kikumbuka kuwa you've got and oh, I remembered, please return my gift. You you already have me so you really don't need any Diamond Platnumz, na vi emoji vya ah. kucheka vingi yani kwamba rudisha zawadi yangu mm. tayari huko na mimi, mimi yani mimi tu ni zawadi tosha. Mdomo naomba mkoma. kuwasilisha ndugu zangu mdomo mkoma kazi yako kuu la baba kwa hivyo jamani penzi lipo mm. tunakumbuka pia Diamond aliweka ujumbe akasema jamani mnaosoma mimi nimeoa mm. mke wa pili sijui kitu gani ebu msinifundishe alafu unajua mwana, mwana, msinipe sina ujasiri huo mwanaume ambaye anasema jamani anasema jamani mimi na mwanamke wangu ogopa sana kwa nini viwembe balaa ah, <laughs> <laughs> nakwambia nakwambia mwanaume eh. ambaye anasema oya jamani mi na mke wangu achene haya ya mambo jamani, msiniharibie bwana. Viwembe balaa, mm. majogoo hatari <laughs> mtu majogoo hatari n yani. mm. wanabalaa sasa. kwa kwa hichi ambacho kakiandika uh, kakiandika Zuchu kwa Diamond mm. mm. sio kitu kibaya, ni kitu kizuri mm. mm. uh, wengine ambao tulikuwa tuna mi nasemwa vibaya sana mbomfanikiwa Zuchu kwenye ndoa, naongea vitu sivitu. Mi niambia tu hawa watu eh, wana moja mbili tatu, huwa anapigwa sana vita, naambiwa mimi ni nafiki, mimi ni mwongo. mm. hii taarifa sio ya kwanza kuwa anapostiwa Diamond, hata Diamond okay. alishaekumposti Zuchu kwa taarifa nzuri mm. kwambia tu Sami kwa hiyo msijimalize sana. Jitetee <laughs> mm, jitetee. Baba jitetee. Mm, msijimalize. Unajua hata chakula huwa mm, kizuri juu chini, unakuta ukoko mm, tena umeungua sana. Sometimes hata kutafuna vivi uwezi, mpaka utie mchuzi ulowe mm. kwao nye kuleni uwawa wa juu chini, mtakutana na ukoko tu na mtaula bila ya maji, niamini mimi, nipo hapa. nipo kuleni samaki mwisho, mtakutana na miba mm. hakuna kitu kibaya kama kuwaaminisha watu kama nyinyi mna mahusiano, mnapendana, kumbe ni uongo. Yeah, sure. hakuna kitu kibaya kama hiko, na siku siri zikija kuvuja. Mimi sitaki kufichua siri ya mtu kwa sababu sasa hivi nikifichua siri ya mtu, huu mji utachafuka nachafuka usafi. Mimi nina sa kila kitu ambacho anakwambia, zote ninazo, nimeambiwa kila kitu kwenye bakini. Kula ubwabwa, kuleni samaki, ila chini kuna miba, mtaitafuna tu mm. Na kama hawa wawili kama mnavyoaminishwa nyewe kwamba hawa wako pamoja mm. snanini, kuna video zimeonekana onekana hapa one video za kwenye 40 ya mtoto wa Jux na Priscilla. Mm. Mm. Sisi wameonekana wanaimba wote Amanda na nini na nini na nini. Angalia reaction zao. Mimi nilikwambia mimi ni video analysis. Sisi tuliona hata kipindi kile cha cha shughuli ya Jux tuliona pia special. Angalia facial expression sura zao. Kwenye picha unaweza kudanganya watu lakini sio kwenye video sasa. Uwezi kumdanganya mtu kwenye video. Eh e, kwenye picha picha zina lakini video kudanganya watu kwenye video ni ngumu, na ndio maana hata kwenye video ya kidedea wale mabaunsa walibeba gari so, zimekunja wana, wanaumia wana, kwamba wanaumia wamebeba <laughs> kibonge hmm. So angalieni hawa wawili kwenye video, achana video za mziki aga kwenye video, in reality wakiwa wana, wanakutana zile momenti za wanandoa. mm -hmm. kuna vichembechembe vya wanandoa huo vinaonekana tu wakikutana. Mfano, ukiwa na mwenzako na mtu hata viuzi mmoja, mm -hmm. akamtoa kiuzi mwenzi, mm -hmm. hakuna wanapopigana mabusu, ni moment ambayo kuna mtu lazima anashuti, yeah. moment anaishuti ile moment ukiwa anapigana mabusu

kao kila mtu na mtu wake oh. Sasa mi nakubalije mtu wangu anapigwa makisi nini hivi? Naona mitandaoni wale bwana ni, ni bwana wale ni bwana, wana mahusiano bwana ah. Oh, tapenda mtu wa mama wako ampendi, hiyo si inaitwa sacrifice? Unamjua mama mtu mama mama mtu wa, we, mama mtu, wa, we, mama mtu like, masia kwanza, na mwanae afanikiwa ogopa sana mzazi na mwanae ambae kafanikiwa, mtoto yule kafanikiwa mama ana type ya watu ambao yeye tayari ameshika kichwa, ni mimi namhitaji mtu huyo. Hapa kuna vile zile video zinaonekana, kipindi kile mama anamkumbatia yule, nalia. Achana yule, hapa huyo, jina la msanii, halafu akawa anakuja yaani akalia. Sasa mapenzi hayajifichi Kabla hajaenda kumkumbatia angalia reaction, yani, mm. Ah, yani. <laughs> yani. yani. Ndugu yetu sasa <laughs> eh so, alafu kuna kitu kibaya kama mtu yani e. Anakupa tu mwili, mikono, hakupi hakupi me... hakuna ushirikiano hapa, tu hivi hivi, alikuwa amepoa mwenyewe, amejitenga yani, hata na, hata, hata, hata kupewa ile nafasi ya kusimama karibu na bwana. Mm. Hakuna sababu, amesimama bwana, mtoto wa dada, na yeye yuko huko. Sasa huyu diodi mm. alikuwa anaonyesha kabisa ama anajilazimisha yule mwinginen mm. yani? bana mama, kwanini bwanaamea ah, kwamba ni kipenzi na chaguo la yeah. Mama sure. Anajua, anamjua mwanaye othesatc mwanaye, anaanza na jambo lake, anamjua na huyu ana kitu yeah. Nasikute pia sometimes, hakuna kitu kizuri mama anakipenda kwa mwanaye kama kuletewa mjukuu. Oh. Eh. Ah, yule mwingine sataharibu karia yake. Nani? Si hayuko tayari sasa hivi. Karia wakinariana na watoto wangapi, wezaa tu nandi mona kazaa, wezaa tu atakuja mtoto bwana, hajakuwa tayari kuzaa naye. Au pengine, wengine wengine pia iambiwaga na mtu mmoja, kanaambia kuna wengine wana asili ya unene, akizaa tu kaisha <laughs> <laughs> fu kile ni kinene kile yeah. Kile ni kinene no, kina mashavu Mama, eh, mm. Kwa hiyo bwana penzi la Diamond na Zuchu bado lipo na ndio maana Zuchu ameandika waraka mzuri kabisa wa mahaba, lakini kwa mujibu wa ndugu yangu Adabu 13 anasema kwamba penzi la Diamond na Zuchu ni feki na hiyo ni show-off kwa ajili ya kazi mm. Ta? Yeah. ni kazii fake. Kweli Fake relationship relationship hmm. ukisema love love It's a positive relationship oh, it's a positive relationship among two or more people hmm. sio one among two when they are two are they showing that they are in relationship oh. or not yes or no true or false hmm. Don't be <laughs> ah, sana. Na nachekesha najua

action mkisi mdomoni mkisi mdomoni. Ah, umekubali eh? Nimekubali eh. Sawa sawa, sisi tunamaliza.